Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waiti kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana niweze kuwapasha niwapakulie, wapakulie yale yote ambayo yametendeka. Maandamano ya, maanda ya amani Tanzania yameanza, na maandamano haya licha kwamba serikali iliweza kuyapuuza na kuyakataa na kusema kwamba watatumia kila mbinu, watatumia kila aina ya vyombo vya dola kuyadhibiti. Watanzania wamesema kwamba yatakuwa ya amani. Sasa maandamano haya yameanza vipi? Hii leo siku ya tarehe 9 Disemba Mwaka elfu mbili na ishirini na tano maandamano yameanza kupitia kwa njia ya mitandao. Kwanza kupitia kwa njia ya mitandao kivipi? Watanzania wanapitisha ujumbe, wakiandamana mitandaoni, na ujumbe huu wanautuma kuelekea kwa mataifa ama kuelekea kwa jumuiya ya kimataifa. Ni nini sababu yao kuweza kuandamana hii leo, tarehe 9 Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ukiingia kwenye mitandao sasa hivi kitu ambacho kina trendi namba moja ni maandamano ya Tanzania ya kukataa hii serikali sasa. Kuna mataifa ambayo yanajiuliza ni kwa nini watanzania wanaandamana kuna watu ambao hawajawe hawajaweza kuelewa ni nini kiini cha watanzania kuandamana. Sasa wewe tulia, mimi nikuchanganulie. Kwa sababu wameunda kitu ambacho kinaitwa mabango, na mabango haya yamebeba ujumbe na lengo la maandamano yao, mfano wameweza kuambia dunia nzima, wameanzia Umoja wa Mataifa, wameenda ubalozi wa Marekani, wameenda katika bunge la European Union. Hizo ndizo ukurasa ama kurasa ambazo wameweza kutag kwenye habari zao ambazo wanazidi kusambaza wakiandamana mitandaoni alafu waanze shughuli ya siku wametag CNN, Al Jazeera, wametag DW Kiswahili BBC Swahili pamoja na Voice of Africa Swahili. Angalia jinsi ambavyo Watanzania wanaandamana na ujumbe wao umekwisha fika dunia nzima. Angalia hapo, hilo ndilo bango la kwanza. Bango hili limeweza kuandikwa hivi, nambari moja tarehe 9 hii leo Disemba, police operation should stop, yani uonevu na ukandamizaji kutoka kwa polisi uachwe na ukemewe. Watanzania wanasema kwamba jeshi la polisi lina uonevu sana, limeacha kazi yao ambayo wameweza kupewa kikatiba wameanza kuwaonea wananchi, wanakandamiza wananchi, wanakandamiza uhuru wa kujieleza, wanaua uhuru wa kujumuika pamoja. Hili jeshi la polisi linatumika vibaya. Kwa hivyo ndio maana katika hili bango, mojawapo ya mabango ambayo wameunda, wameweka sababu yao ya kwanza ya kuandamana kwamba uonevu pamoja na ukandamizaji kutoka kwa polisi uwachwe na ukemewe. Na ukiweza kuangalia kwa hilo bango, mpenzi mtazamaji, utaona Watanzania ambao waliweza kuuawa, picha zao zimeweza kutundikwa hapo, alafu wakachora picha ya Samia wakaweka hapo vile vile, wakaweka picha ya mkuu wa jeshi vilevile vile, wakaweka picha ya mkuu wa jeshi la polisi ambaye ni Bwana Kamilas nambari mbili, wakasema lengo la maandamano yao ni police should state stroke admit who gave orders to shoot to kill of prost eh, protesters and non protesters including pregnant women Stroke, children yani, polisi waseme aliyewapa amri ya kuua waandamanaji pamoja na wasioandamana watoto pamoja na wake wajawazito ni nani. Kwa hivyo maandamano ya wananchi wanataka kujua ni nani ambaye aliweza kuwapea kitu ambacho kinaitwa orders kuua Watanzania ambao walikuwa wanaandamana. Ni nani ambaye aliweza kupea polisi amri kuua wale ambao hawakokuwa wanaandamana, akina mama wajawazito, pamoja na vijana na watoto? bango la pili ndilo hilo. Usichoke na kueleza maandamano jinsi ambavyo yameanza. Bango la pili ndilo hilo linaeleza hivi free opposition leaders yani, achilia viongozi wa upinzani ambao mumeweza kuteka. Wakaweka picha ya Tundu Lissu hapo uh, wakaweka picha ya Askofu Wajima, kwani Askofu Wajima ametekwa. Wakaweka picha ya wengine hapo, alafu wakasema kwamba achilia viongozi wa upinzani. Nambari mbili, wakasema kwamba freedom of speech yani uhuru wa kujieleza lazima urejeshwe Tanzania, uhuru ambao watanzania wameweza kunyang'anywa wa kujieleza lazima uweze kurejeshwa Tanzania. Vilevile, nambari tatu, freedom of worship, yani uhuru wa kuabudu, kwa sababu hii serikali imeleta udini sana Napata kwamba makanisa mengine ambayo yana kashifu serikali, yale mambo ambayo wanafanya, napata kwamba hayo makanisa yanaonewa sana na serikali, kama vile kanisa la askofu Wajima, kanisa la Katoliki. Baada ya kuweza kukosoa serikali kwa kutumia nguvu za kupita kiasi kwa waandamanaji, nao waliweza kuonewa sana. Tuseme ukweli, waliweza kuonewa sana. Sasa tunataka uhe, wakasema uhuru wa vyombo vya habari kukosoa serikali. mm -hmm. Yaani wanasema kwamba vyombo vya habari Tanzania viweza kupata uhuru ili vile vile kuweza kumulika serikali pale ambapo wanapokosea, alafu wakaandika bango la tatu, wakaandika hivi: questions to the world, yaani maswali kuelekea dunia nzima. Nambari moja, what is treason? Ni nini uhaini? Uhaini ni nini? Je, uhaini ni kuuza barakoa? Ni uhaini? mfano kuna yule mfanyabiashara nifa, alikamatwa akafunguliwa mashtaka ya uhaini kwa kuuza barakoa. Jeshi la polisi lilisema makosa yake yalikuwa ni kuuza barakoa. Vile vile wakauliza, je, kuongea ukweli ni uhaini? mahala ambapo unasema kwamba hii serikali iliweza kuiba kura, mahala ambapo unasema kwamba hii serikali inakandamiza wananchi, mahala ambapo unasema kwamba hii serikali A, imeweza kumnyima mwananchi uhuru wa kuzungumza. Wengine ambao walikuwa wanazungumza hivyo wamefunguliwa kesi za uhaini, hasa wanaongea. Je, huo ni uhaini kuongea ukweli? Nambari tatu, wakauliza hivi, kukosoa serikali ni uhaini? Je, kuuliza serikali, hapa mmekosea, hapa mumetumia mamlaka kupita kiasi hapa hizi kodi za mwananchi hazijaweza kutumika vizuri. Hii mikopo ambayo mliweza kukopa imefanya nini? Sasa Watanzania wanauliza je, kukosoa serikali ni uhaini? Kwa sababu Tanzania ukianza kumulika serikali wewe unakuwa mteja wa jela. Ah, wakauliza hivi tena, kucheza kucheza Uh, challenge TikTok ni uhaini mnaelewa. uh, mfanyabiashara nifa vile vile, kando na kuuza barakoa, aliwekewa makosa ya kucheza uh, challenge ya nywinywi -nywi. Hapata kuwepo na nywinywi -nywi wala nywinywinywi -nywi. Sasa wanauliza hivi, je, kucheza challenge TikTok ni uhaini? Hayo ni maswali ambayo wanauliza ulimwengu Vilevile wakauliza hivi, where are human rights, international criminal courts, human rights Watch, united Nations? Yani wanauliza je, haya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu ulimwenguni yako wapi kipindi ambapo watanzania wengi sana wanauawa, alafu miili yao inazikwa kwenye kaburi la pamoja na hakuna kitu ambacho kinafanyika. Mfano, wanauliza iko wapi mahakama ya kimataifa ya ICC? Ipo wapi umoja wa mataifa UN? Hilo ni bango la tatu. Bango la nne, wakauliza hivi, wakauliza hivi. Nambari moja stop abduction. Kwa hivyo wanaandamana wakitaka nini? Utekaji nyara na upotezaji wa raia Tanzania uweze kuachwa. Hayo ndio maandamano ambayo yanaendelea kwenye mitandao, mpenzi mtazamaji, kabla yale maandamano mengine hayajaanza. Nambari mbili, Disemba tisa, acheni utekaji reelections, uchaguzi urudiwe. Watanzania wamesema kwamba lengo lao la kuandamana, wanataka uchaguzi wa 29 Oktoba uweze kurudiwa mara moja. Poor governance, yaani samia must go, uongozi mbovu, Samia toka. Munaona sio mimi nimeandika, imeandikwa hapo Wamesema kwamba sababu ya wao kuweza kuandamana wanataka uongozi mbaya uondoke, Samia aondoke, pamoja na viongozi na uongozi huu uondoke. Kitu kingine ambacho wanaambia ulimwengu sababu ya wao kuweza kuandamana ni freedom of press and media, yani uhuru wa vyombo vya habari kukosoa ubovu wa serikali, yani vyombo, eh, vyombo vya habari viweze kupewa nafasi kukosoa serikali pale ambapo wanakosea, pale ambapo unajua, wache nikwambie, chombo cha habari kinamulika na kinapasha serikali ikifanya ukora mahala fulani, maybe ni kitu ambacho kinaitwa corruption mahala ambapo wanaiba pesa corruption, unapata kwamba chombo cha habari ndicho kinawapasha wananchi kwamba serikali hapa imetumia pesa vibaya. Kuna pesa ambazo ziliweza kutengwa kufanya aa, kitu fulani, hizo pesa zimepotea, hatuoni mahala ambapo zipo. Kwa hivyo hawa Watanzania wanasema kwamba vyombo vya habari Tanzania lazima viweze kupewa uhuru wa kukosoa ubovu wa serikali. Mfano kama haya mauaji ambayo yaliweza kutokea Tanzania. Hakuna chombo cha habari chini ya jua kutoka Tanzania ambacho kiliweza kuripoti kuhusu maafa ambayo yaliweza kutendeka Tanzania. Vyombo vya habari vilikuwa vinacheza mziki vyombo vya habari vilikuwa vinasifia tu Samia jinsi ambavyo ameweza kuibuka mshindi. Kwa nini? Uhuru wa wanahabari umeweza kufinywa Tanzania. Kuweza kuangalia hilo bango lingine mpenzi mtazamaji. Limeweza kuandikwa kwamba Where are our brothers? Fathers, sisters, mothers, bodies that you killed, abducted and killed. Yaani wanauliza hivi, iko wapi miili ya ndugu zetu wa Tanzania muliowaua Oktoba 29 mpaka Oktoba 31. Kuna wale ambao waliweza kuuawa mpaka sasa hivi miili yao haijaweza kupatikana. Kwa hivyo, haya ndiyo maandamano ambayo Watanzania wanaeneza mitandaoni, wanauliza jamani sababu nyingine ambayo imeweza kutufanya sisi kuweza kuwa na maana, kuna ndugu zetu ambao waliweza kuuawa, miili yao iko wapi? Ndio alafu bango la mwisho, kwa sababu hili bango ambalo ninauliza kwamba miili ya ndugu zetu ipo wapi, wananchi wengi waliuawa. Na kulingana na ripoti ya CNN ambayo iliweza kutolewa, mpenzi mtazamaji, iliripoti kwamba wengi walizikwa kwenye kaburi la Kunduchi la pamoja, kulingana na picha za satelaiti ambazo ziliweza kutolewa. Familia nyingi zimelazimika kuuzika hata viatu ili kusahau ndugu zao, lakini miili mingine ijapatikana. Tukiyazungumzia haya, Samia anasema kwamba tunaeneza upotovu, tunaeneza habari potovu. Bango la mwisho ambalo Watanzania wameweza kuweka mitandaoni kuonyesha kwamba wanaandamana ni hili, wanasema hivi: nambari moja, difficult of life, yani maisha yamekuwa magumu sana ndani ya Tanzania na ndio maana wanaandamana na ni leo mpenzi mtazamaji, yaani wanasema kwamba ndani ya Tanzania ugumu wa maisha umeongezeka, ugumu wa maisha, kupata chakula ni adimu sana, kupata kazi ni ngumu, vyakula vimeongeza bei, ni vile ambavyo serikali iweze kawaambia vyakula vimeongeza bei alafu nambari mbili mm, difficult in education, masomo yamekaa magumu, masomo yamekuwa ya matajiri, wale ambao nao wako na kazi, wale maskini pale chini hawapati elimu bora. Alafu wamesema kwamba afya, kupata matibabu hospitalini yamekaa magumu. Nambari tatu wakasema kwamba basic needs yani ugumu wa kupata vitu vya dharura kama vile unga, mafuta, nguo, maji, hivyo vyote vimekuwa bei ghali chini ya huu utawala wa Samia. Nambari mbili wakasema kwamba the level of education of our ministers mp to be questioned, yaani sikiliza. <laughs> hapo wanataka hivi kiwango cha elimu cha mawaziri Tanzania, viwango vya elimu vya mawaziri Tanzania, wabunge viweze kuchanganuliwa. Kuna wale ambao hawana vyeti lakini ni wabunge. Kuna wale ambao hawana makaratasi ya vyeti vya kuhitimu, lakini kwa sababu ni machawa wa serikali, wapo ndani ya serikali, wanahudumu kama mawaziri, wanahudumu kama wabunge sasa wananchi wanataka hivyo vyeti viweze kukaguliwa how can a diploma holder be a deputy minister of education yet we have degree masters and phd holders who are in the parliament without Yani wanauliza hivi, wanauliza hivi, itakuwaje mtu wa kiwango cha diploma anakuwa naibu waziri mkuu wa elimu, ama anakuwa waziri wa elimu, ama anakuwa naibu wa waziri wa elimu. Ninafikiri kwamba huyu ni mtoto wa Samia anauliza, kuna ule msichana wa Samia ambaye ni kaimu waziri, anauliza kwamba mtu ambaye yuko na kiwango cha chini cha diploma atakuwaji kwamba yeye ndiye naibu au kaimu waziri au kipenda naibu waziri wa elimu, kipindi ambapo tuko na watu ambao wako na degree, wako na masters pamoja na PhD ambao wako ndani ya parliament, ambao wako hapa nje bila ya kazi. Sasa huo ama hayo ndio maandamano ambayo yameweza kuanza asubuhi ya leo na mchana wa leo, kwenye mitandao ya kijamii Watanzania, wakisambaza kwanza hizo posters ambazo zinaonyesha malengo na sababu za maandamano yao. Sijui sijui kama upo na swali. Nitaendelea kuwapasha, nitaendelea kuwajuza. Mimi ni Bwana Ezra, asanteni sana.